Na uh, naitwa Ankoji na nyuma ya kamera yuko Mwafrika, na katika siku ya leo tumefika hapa kwenye ofisi za uh, Airtel Ngara. Lakini moja kati ya uh, vitu ambavyo na kuja kuviangalia hapa ni pamoja na uh, router pamoja na simu simu zipo za mkopo, lakini zipo za kulipa keshi. Lakini niko na brother hapa ambaye atajitambulisha, lakini pia atatuambia eh, hivi vilivyoko hapa mbele ni nini, lakini pia atatuambia unawezaje kuvipata. Karibu sana, naitwa nani? Tuwa Emmanuel, ni nitwmsunumizi and... <laughs> waa agala tunajihusisha na kuuza rota na WiFi maumbani pamoja na simu. Kwa upande wa router tuna router za bado ni ndogo zinaunga watu nane hizo router tunajiuza elfu hamsini na ishirini kwa mwezi, na elfu kumi, kwa mwezi. Pia kuna router ya pili ambayo nwe natembea nayo nwe tunauza laki moja na elfu kumi, na unajiunga elfu hamsini, kifurushi chake ni unlimited, watu sitini tuna router nyingine ya mwisho ambayo yenyewe tunaifunga majumbani ama maofisini. Yenyewe na yenyewe ni mia na kumi, unaipata kwa mia na kumi, na unakuma jumbe elfu sabini kwa mwezi unaopata, ina konekti watu mia moja na hamsini. Tunaifunga kwa juu kama inavyofungwa king'amuzi cha Azam. Ama pia upande wa simu tuna simu aina ya Samsung. Hizi simu zote zinakuja na ni brandi ambayo ni trusted. Hiyo brandi ambayo ni trusted, inakuja ikiwa na bima ya miaka miwili, bima ya kioo, bima ya system charge, bima ya vingine vitu vidogo vidogo. Hizo simu tunaanzia elfu themanini kupata, kutokana na simu takayochagua. Ipo e05, ipo e06, ipo e kumi na tano, ipo e kumi na sita. E series zote kwa kifupi zipo karibuni sana. Airtel service desk. Bwana yeah. <muchos> uh, uh, Ema nikiwa na zungumza naye nimeona simu kama hii hapa ni Galaxy A05. Hii hapa 05, hii hapa inapatikana kwa shilingi ngapi, labda mtu akiwa na cash lakini pia kwa mkopo anaipataje? Hii simu kwa cash kwa ukiwa unataka kuinunua kwa mkopo unatanguliza elfu na mbili. Kwa mwezi sita unalipa elfu mbili na mia moja hamsini na sita kwa siku. Kwa mwezi kumi na mbili unalipa elfu moja na mia tano sitini kwa siku. Kwa hiyo mtakihitaji ruta zinapatikana hapa Airtel Ngara, pamoja e, na simu zinapatikana hapa Airtel Ngara lakini pia kwa kuna mtu inawezekana haijui ofisi sehemu ilipo, hebu toa maelekezo ya ofisi eh. Kwa upande wa WiFi tunaweza kumsafirishia popote alipo Tanzania, alipo popote alipo Tanzania, ila anayoai simu na WiFi wanataka kufika ofisi, ofisi yetu iko stendi ya mabasi, ndani ya stendi ya mabasi makabara na wanao shambili haini kwa hindi kuna mambuni kiona hapo kayona kusu nyandu ya tena na mbantu kwa e, mbantu vile vile tuna home broadband ambayo kwa lugha ya kigeni tunaita kwa lugha ya kigeni tunaita HBB ambayo ni home broadband. Hiyo home broadband mi na mimitenda na ya nakugia na inaki Airtel ya, ya kawaida aliyonayo tunayozesha vifurushi ambapo atakuwa anajiunga elfu kumi jibu saba, elfu kumi na tano jibu kumi na tano, elfu ishirini jibu ishirini na mbili, na elfu thelathini jibu thelathini na tano. Anachokuja nacho mteja anakuja na tini namba na hiyo laini ya Airtel ambayo inatakiwa kuungwa, hiyo ni laini yoyote aliyo nayo. Hiyo huduma ataipata kwa gharama ya shilingi elfu tano akifika ofisini kwetu au akitupigia kwa namba za simu ambayo ni 0649 98 962. Shukran sana mtazamaji. Nimemaliza hiyo, eh, hivyo na Bwana Ima ameweza kutoa maelezo ya kutosha kuhusiana na huduma za Airtel upande wa ruta pamoja na simu za mikopo. Naitwa Ngoji, ni makamera wa Afrika.